Mwaka 2016 serikali ilifanya maboresho maboresho makubwa. Maboresho kama tunavyofahamu, kuna amendment za 2016 za sheria zenye zilio, ziliongeza baadhi ya utaratibu ambao ulikosekana kwenye sheria ya 2011, lakini ilipofika mwaka 2023 bado serikali iliona kuna haja ya kutunga upya sheria ya ununuzi wa umma namba kumi ambayo inatumika sasa hivi. Lakini sheria hiyo ilianza kutumika baada ya kukamilika kwa kanuni za ununuzi wa umma za mwaka 2024. Ni mambo gani sasa ambayo yalipelekea uh, kutungwa kwa, kwa sheria namba kumi ya mwaka 2023? Eneo moja ambayo ni kubwa ilikuwa ni kuimarisha na kufungamanisha shughuli za mnyororo wa ugavi Shughuli za mnyororo wa ugavi zinajumuisha ununuzi, zinajumuisha ugomboaji, upokeaji, urejeshaji, uhifadhi, usambazaji, pamoja na uondoshaji kwa njia ya zabuni. Kwa hiyo, ilikuwa ni hitaji sasa la kufungamanisha zile shughuli, ili kupata thamani halisi ya fedha, kwa sababu inakuwa haina mantiki. Kuna utaratibu mzuri wa ununuzi, lakini unakosekana utaratibu wa namna gani utasambaza utaratibu wa namna gani utaondosha, utaratibu wa namna gani utahifadhi, ile thamani halisi ya fedha inakosekana. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni sababu moja ya kupelekea kutungwa kwa sheria mpya. Sababu nyingine ilikuwa ni kudhibiti gharama za bidhaa, huduma na kandarasi. Pia ilikuwa ni kuweka sharti lazima la, utumizi, la matumizi ya mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma ambao ni NEST. Uh, pamoja na mambo mengine, sababu nyingine ilikuwa ni kupunguza muda wa mchakato na zabuni. Kama tulivyomsikia katibu mtendaji kwenye hotuba yake, alielezea muda umepungua kwenye maeneo gani, na specifically aliongea kwenye kwenye eneo lake la uh, uwasilishaji na ushurikiaji wa malalamiko na rufaa za zabuni, alisema ni muda kiasi gani ambao umepunguzwa wa kuwasilisha malalamiko, wa kushughulikia malalamiko kama PPA baada ya siku 45, atatumia siku 40. Afisa masuuli atashughulikia malalamiko kwa kutumia siku tano badala ya saba, lakini pamoja na nkesa naunda jopo atatumia siku saba. Uh, sababu nyingine pia ilikuwa ni kuimarisha upendeleo kwa bidhaa au huduma zinazozalishwa kwa kutumia rasilimali za ndani kama tunavyofahamu hii sheria imekava sasa masuala ya upendeleo. Mbele kidogo, tutaona huo upendeleo ambao umejumuishwa kwenye, kwenye sheria. Sababu nyingine ilikuwa ni kutofautisha masharti ya ununuzi kwa taasisi za umma zinazojiendesha kibiashara na zile ambazo zinajiendesha kwa kutoa huduma, huduma sio kibiashara. Uh, utaratibu huu ulikuwa kabla sasa ulikuwa unafanywa kwa pamoja, yaani kulikuwa hakuna utaratibu maalum wa zile taasisi za kibiashara. Lakini hii ilikuwa pia ni sababu ya, ya kupelekea kutungwa upya kwa sheria ya ununuzi wa umma. Pia kuimarisha usimamizi wa mikataba, kama tutakavyoona mbele, kuna eneo specific kwenye sheria ambalo ni kwa ajili ya usimamizi wa mikataba. Sababu nyingine ilikuwa ni ushiriki wa makundi maalum ya kijamii katika utekelezaji wa shughuli za mnyororo wa ugavi pia kuimarisha utaratibu wa matumizi ya rasilimali za ndani kwa maana ya force account na kuondoa adhabu mara mbili kwa kosa moja kwa wazabuni waliofungiwa nje. Sababu ziko nyingi lakini hizo nilizotaja ni baadhi. Sasa tuangalie ni mambo muhimu gani ambayo yamejumuisha sasa kwenye sheria, ambayo yametokana na zile sababu nilizotoka kuzielezea. Yaliyojumuisha ni pamoja na kufungamanisha hizo shughuli za mnyororo wa ugavi ambazo nimetoka kuziongelea lakini pia kujumuisha misingi mikuu ya ununuzi wa umma, ugavi na ondoshaji mali, ambayo ni kuhakikisha kunapatikana thamani ya halisi ya fedha, usawa, uwazi, wajibikaji, uendelevu na mengine mengi. Pia ununuzi wa kwa njia ya kielektroniki, katika sheria mpya limewekwa takwa la lazima la shughuli zote za ununuzi na ugavi kufanyika ndani ya mfumo wa kielektroniki na hii ni sababu pia inatupelekea kwamba tutafundishwa hiyo moduli, kwa sababu mo, mo, moduli hile ni ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya zabuni za umma. Kwa hiyo maana yake na zenyewe lazima zifanyike kwenye mfumo wa kielektroniki. Lengo la kutumia mfumo wa kielektroniki ni kuongeza uwazi, ushindani na kuongeza pia ufanisi katika utekelezaji wa shughuli hizo. Uh, PPRA imepewa jukumu endapo itatokea changamoto yoyote ya mfumo wa NeST ina jukumu PPRA ya kutoa notice ya mwongozo kwa watumiaji wote wa umma. Lakini pia itakuwa ni kosa la jinai kwa yoyote ambaye atafanya shughuli za ununuzi wa umma na ugavi nje ya mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma. Sheria imeonyesha adhabu. Kwa hiyo kwenye eneo hili naomba niwasisitize kutumia mfumo wa NeST. Uh, eneo lingine muhimu ambalo limezingatiwa kwenye sheria mpya ni kupunguza gharama gharama ikiwemo gharama ya kwa maana ya bei ambapo sheria imeweka uhitaji wa kuwa na bei kikomo, lakini pia ukomo wa uhizinishaji wa zabuni kama tunavyofahamu, kuna kiwango cha ukomo ambacho taasisi nunuzi inahizinisha kwa maana ya afisa masuuli, lakini kuna kiwango ambacho kinataka kuidhinishwa na bodi ya zabuni na uwepo wa bei kikomo ambayo itaandaliwa na PPRA kwa kuzingatia bidhaa huduma zenye viwango na vigezo vya kiufundi, basi tutalazimika sasa watumishi wa umma kutumia bei hizo, na endapo hatutatumia hizo bei tutachukuliwa hatua wa za kinidhamu pia mfu, sheria imezingatia kupunguza muda kama ambavyo alisema katibu mtendaji kwenye speech yake. muda, muda, malalamiko, muda malalamiko, wa kutangaza nia, muda wa kusubiri malalamiko, muda wa kushughulikia malalamiko, vyote vimepunguzwa. Eneo lingine ambalo sheria imezingatia ni ununuzi wa bidhaa za afya. Sheria imezingatia kwa kuweka utaratibu au masharti maalum kwa ajili ya kuharakisha ununuzi wa bidhaa hizo, lakini pia wizara ya afya imepewa jukumu la kuandaa na kuizinisha viwango ambavyo vinatakiwa vitumiwe na MSD katika kununua bidhaa za afya pamoja na MSD kuandaa jedwali ambalo litakuwa na mahitaji na vigezo msawazo. Eneo lingine muhimu ilikuwa ni upendeleo wa bidhaa kwa kampuni kwa upendeleo wa bidhaa watu au kampuni za ndani ambapo serikali imeweka imeweka upendeleo kwa kutumia sheria ya ununuzi wa umma. Kuna upendeleo wa aina nyingi. Kuna upendeleo wa kitaifa, ambapo bidhaa zinazotengenezwa kuchimbwa, kuzalishwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zitatakiwa zipewe kipaumbele. Lakini pia kuna upendeleo wa kipekee hapa, tunamaanisha endapo taasisi nunuzi inafanya ununuzi kwa kutumia rasilimali za serikali uh, uh, upendeleo utatolewa kwa, tasi, kwa, tas, kwa wazabuni ambao ni wazawa kwa threshold ambayo iko kwenye jadwali la tano 5 la kanuni kwa kiwango cha bilioni hamsini. Lakini pia upendeleo mwingine ni ushiriki wa kampuni za ndani na wataalamu katika mikataba wa ya ushauri elekezi. Kuna upendeleo wa bidhaa za ndani ambapo taasisi nunuzi tumepewa, uh, tumepewa ma, maelekezo kwamba kabla hujaamua kununua bidhaa nje ya nchi unatakiwa ujiridhishe bidhaa hiyo haipatikani ndani ya nchi, na utatakiwa uwasilishe PPRA ndani ya siku tano baada ya kutoa tuzo sababu za kutonunua bidhaa za ndani. Lakini pia kuna takwa la kujenga uwezo kwa watu au kampuni za ndani, ambapo sheria imeelekeza sasa haya makampuni ya ndani kwa maana ya zabuni kushirikiana, kuungana kwa maana ya kwa lengo la kujenga uwezo mnaungana mna, mna bid lakini intention ni kujenga uwezo kwa maana ya kunyanyua. Sasa kama kuna kampuni kubwa nawezo, ina uwezo inamnyanyua kampuni ndogo, kwa hiyo sheria hiyo imezingatia, lakini pia umiliki wa, ita, wa mtaji wa hisa ambapo kampuni ya ndani inatambulika endapo mtaji, sehemu kubwa ya mtaji wa hisa yake unamilikiwa na raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hiyo hii sheria imetupa kipaumbele wa zabuni wote, tujidai kwa, kwa kutumia sheria hii hatutakosa zabuni. Kama kweli una sifa, basi nafasi hizo fursa zipo za ununuzi, unatakiwa ubidi upate, upate, upate, upate uh, fedha ambazo zitakuinua wewe na jamii kwa ujumla. Lakini pia upendeleo mwingine ni upendeleo wa makundi maalum ya kijamii, ambapo tunafahamu taasisi ununuzi zinatakiwa katika mpango wake wa ununuzi wa mwaka kutenga asilimia thelathini kwa ajili ya makundi haya maalum ya, ya kijamii. Eneo lingine ambalo sheria imezingatia ni matumizi ya rasilimali za ndani, kwa maana ya force account, ambapo sasa umewekwa ukomo wa thamani ya shilingi milioni mia tano kwa maana kwamba chini ya hapo utatakiwa uh, zaidi ya hapo utatakiwa kutumia force account ikizidi milioni mia tano. Lakini pia kuna masharti mengine, sio tu kiwango hicho, kuna masharti mengine taasisi nunuzi iwe na wataalamu wenye weledi, pia iwe na sifa za kwa ajili ya kusimamia miradi, pia natakiwa iandae taarifa ya kazi ambazo zilifanyika, kuwa kuna ushindani katika upatikanaji wa mafundi pamoja na upatikanaji wa hizo bidhaa ambazo zitanunuliwa kwa ajili ya ujenzi, lakini kudhibiti viwango vya weledi na uzoefu kwa watekelezaji. Eneo lingine ni usimamizi wa mikataba ambapo wajibu kabisa wa jumla kabisa wa usimamizi wa mikataba anao afisa masuhuli lakini idara ya tumizi itatakiwa kusimamia utekelezaji wa mkataba husika na utaratibu wake umeainishwa kwenye kanuni. Eneo lingine muhimu ni kuziwekea utaratibu maalum taasisi za umma zinazojiendesha kibiashara kwa lengo la kuongeza ushindani, uwajibikaji na kurahisisha utekelezaji, ili taasisi zile ziweze kushindana katika soko eneo lingine pia ni kuondolewa kwa masharti ya mzabuni aliyefungiwa nje ya nchi ambapo, uh, sheria iliyopita ilikuwa imewekwa masharti ma, mawili kwamba ukifungiwa Tanzania basi utatakiwa ufungiwe na nchi nyingine kwa muda ule ule, lakini uh, sheria hii imepewa ime imepunguza ime ule muda sasa wa haitakuwa haitakuwa lazima sasa mzabuni aliyefungiwa nje ya nchi kufungiwa tena Tanzania wo maanake kutokwa na adhabu mara mbili. Lakini kuna mafanikio ambayo tunategemea yatapatikana endapo sheria hii mpya itatumika ipasavyo I, i, ni kuongeza tija kwa taifa ambayo itapatikana kutokana na upatikanaji wa thamani ya isi ya fedha. Tunaamini kwamba usimamizi bora kutokana na usimamizi bora wa matumizi ya rasilimali za nchi, pia kutaongezeka ajira na kipato Am, a, Watanzania wata pata kipato kwa, kwa ukubwa wake na hivyo watachangia katika ukuaji wa uchumi na kuongeza utulivu wa nchi, pia kuongeza kwa kasi ya ukuaji wa viwanda vya ndani pamoja na jitihada katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi na kulinda mazingira na kuimarisha utawala bora. Ah, sehemu yoyote lazima changamoto hazikosekani, lakini pia kwenye eneo hili la ununuzi wa umma katika utekelezaji wa sheria changamoto ziko mbalimbali, ikiwemo mbali, kukosekana kwa misingi ya kisera inayosimamia eneo hili la mnyororo wa ugavi, kiwango kidogo cha uzingatiaji wa sheria, watu wamekuwa kiuka sheria, lakini pia uelewa mdogo wa matumizi ya sheria miongoni mwa watumiaji. Pia kuna uchache wa wataalamu wenye ueleji wa kutosha, tunafahamu kesi zimekuwa ziko nyingi, maafisa manunuzi na ugavi kukosa weledi, lakini tunasisitiza kazi hizi zifanywe na wataalamu wenye weledi. Pia kukosekana kwa uadilifu, pamoja na mabadiliko ya mara kwa mara ya maendeleo ya ukuaji wa teknolojia na uchumi yamekuwa yakiathiri sasa utekelezaji wa, wa shughuli za mnyororo gavi. Ni hatua gani sasa serikali imezichukua katika kukabiliana na changamoto hizo? Hivi karibuni serikali imeidhinisha au imerizia kutungwa kwa sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi ambayo tunatarajia itazinduliwa hivi uh, karibuni. Lakini pia serikali na kama hivi uh, tunavyoongea sasa, inaendelea na uh, zoezi la kufanya mapitio ya kanuni za maadili kwa watumishi wa umma na wazabuni wanaoshiriki katika shughuli za ununuzi wa umma na ugavi. Pia serikali ina mpango wa inaendelea kuimarisha kiwango cha weledi kwa kuongeza watendaji wenye sifa na taaluma za kutosha. Pia inaendelea kutoa elimu ya matumizi ya sheria ikiwemo pia matumizi ya mfumo wa nesti Inaendelea kuchukua hatua kali kwa wote wanaokiuka matakwa ya sheria, pamoja na kuendelea kufanya mapitio ya mara kwa mara ya sheria na kanuni. Kwa hiyo endapo mtakuwa na maoni, basi wizara ya fedha iko tayari kuyapokea na kuona namna gani inaweza kuboresha eneo hilo.